Mwalimu mmoja, mwalimu mkuu atembelewa na wizara ya elimu, wanakuja inspectors kwenye shule yake saa kumi. Akaitisha assembly, akasema kesho kuna wageni wa idara ya elimu watatembelea. Sasa hapa tunajua tuna miji wanafunzi midubasha, tuna wanafunzi fulani mijingajinga, ambao hawashiki hawa tawaomba kesho wasije shule manake hawa watakuja tuwaibishia shule yetu hawa maofisa, akiuliza swali na akipambana na hili dubasha, sisi sifa yetu ishafanya nini? Kwa hivyo wewe mwenyewe wajijua, kila dubasha kesho lisiingia hapa. Kijana mmoja ni katika namba hizo shule, mwalimu mwita dubasha atembea amepata uhuru mtoto, hakuna shule. Mara kapambana na kigari cha ofisa wa elimu kimeharibika. Kaona kigari, jamaa ameinuka ametoka nje pale, afungua boneti, akifunga ajui anze wapi. Yule kijana akasongea akasogea akawambia, wewe ataka nini hapa? Afikiri atakumwibia kibaka. Amwambia ah, mimi babangu ni fundi mkubwa makenika, kwa hivyo mimi na baadhi ya maarifa, kwa sababu babangu nishughulisha. Hebu niangalie, pengine ni tatizo dogo. Akafungua bonnet yule, akagusagusa garika. <sighs> Akamwambia, lakini hebu ngoja, hebu njo. Atakutoa wallet, kisha akamwona. Kwanza leo silikuwa huwe shule. Akamwambia ni kweli, na mbona uko barabarani? Asema sisi ni katika madubwasha <laughs> hatufai kwa sababu kuna wageni watatembelea, midubasha yote nje, sema ndio ametangaza hivyo mwalimu mkuu, akatu point fulani fulani, nyinyi msije kesho taka aibu ndogo ndogo hapo. Akaambia ingia kwenye gari. Yule ofisa alikuwa amechukua satifiketi za zawadi kutoa kwa walimu wenye juhudi. Basi baada ya kuandika, mwalimu mmoja akaitoa, akamwambia jina lako, akampa satifiketi kabisa, akaiandika jina Walipoingia gari kikiingia kile, mwalimu mkuu na wasaidizi wake wamesimama mbele kupokea. Mtu wa kwanza kufungua mlango dugu Asha <laughs> <laughs> eh, bala gani limerudi hili tena, ameleta na ofisa wisha sisi. <laughs> ofisa kuingia na maasira hakuanza lolote, akamwambia huyu nani huyu? Asema mwanafunzi wetu. Na mbona uko nje? Akasema ah, you know, you know, you know, you know. Sasa nyinyi ndio hamufai hapa shule, kwa sababu zile principles za ufundishaji zote nyinyi hamna. Si kila mtu atakuwa mzuri kwa moja Aweza kuwa si mzuri klasini, lakini huyu atakuwa fundi hodari. Mlee vizuri hapa, apate disipline, apate awareness ya maisha, huyu akienda kule. Lakini ukimtoa sasa, wenda kumfikishia kwa walevi, na huyu shampoteza.